Tumewaiteni kwa jambo dogo la kuwatangazia watanzania kwamba siku ya tarehe 28 Juni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan atazindua rasmi kiwanda cha mbolea ambacho kiwanda hiki kinaitwa Itracom. Ujenzi wa kiwanda hiki umeanza mwaka 2021 Julai na sasa umekamilika. Kiwanda hiki kina uwezo installed capacity ya tani milioni moja ya mbolea. Teknolojia ya mbolea wanayozalisha ni mbolea inayoita uh, organo mineral. Mbolea ya organo mineral ni mbolea ambayo ni mchanganyiko wa uh, virutubisho vya asili pamoja na vya kemikali. Mbolea hii inatumia zaidi samadi, lakini vile vile wanatumia phosphate, wanatumia chokaa, halafu wanaweka na virutubisho vya ziada vya kemikali. Kama mnavyofahamu, kama nchi tumekuwa tukiagiza karibu tani milioni moja pointi mbili za mbolea kutoka nje. Sasa hivi kama Tanzania tutakuwa, hichi ni kiwanda chetu cha pili cha uzalishaji wa mbolea, lakini hiki ndio kiwanda kikubwa kuliko viwanda vyote vya mbolea katika ukanda wetu huu. Kwa maana ya kwamba hichi ndio kiwanda kikubwa kuliko kiwanda chochote cha mbolea katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kiwanda hiki uwekezaji wake ni dola milioni mia moja na themanini. Na jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, mwekezaji huyu sehemu kubwa ya fedha za uwekezaji, pamoja na kuwekeza fedha zake binafsi, lakini amesaidiwa na mabenki ya ndani ya nchi kuhakikisha kiwanda hiki kinafanya kazi. Kiwanda hiki kwa sasa kimeshaanza uzalishaji. Nadhani mme kwa wakulima walioko vijijini toka mwaka jana wameona kuna mbolea inaitwa fomi, kuna fomi otesha, fomi nenepesha, si ndio? fomi kuzia na za namna hiyo, kwa hiyo zimeshaanza kuingia sokoni na, lakini jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumeshaanza kupata uh, mahitaji kutoka nchi zinazotuzunguka kama Kenya, wamekuja hapa mwaka jana, nimekutana mimi mwenyewe na waziri wa kilimo, aliyekuwa waziri wa kilimo wa Kenya, wakaleta wataalamu wao, wakafika kiwandani, wakaangalia mbolea, wakaenda kufanyia trial, na wakaanza kuchukua mbolea kwa ajili ya zao lao la chai. Lakini mbali na hiyo, nchi ya Malawi imeonyesha interest ya kununua mbolea kutoka Tanzania na sisi kama serikali hatutazuia nchi yoyote inayotaka kununua mbolea wapi, kutoka wapi Tanzania, kwa sababu hii ni biashara. Hii ni nini? Biashara. Yale mambo yetu ya kwamba kwa nini sisi tusizuie, itumike ndani, hapana. Tutaitumia na sisi lakini, akipatikana mtu anayeitaka kutoka nje, naye ataruhusiwa kuinunua, kwa sababu lazima mtaji uliowekezwa uwe na sense, huyu mtu aweze kurudisha uwekezaji wake, apate faida, alipe mikopo yake benki aweze kufanya, aweze kufanya biashara yake, biashara yake vizuri. Mpaka sasa kiwanda kimeajiri wafanyakazi moja kwa moja elfu moja mia nane na tano. Indirect jobs zinazotokana na kiwanda hiki baada ya kukamilika, kwa wastani zitakuwa ni kazi zisizopungua elfu tano za moja kwa moja, watu elfu moja mia nane za indirect zitakuwa kazi elfu tano. Nadhani mnaona impact ya hili jambo lakini hamto nadhani mtaona matokeo yake kwamba tukianza kuitumia zaidi mbolea inayozalishwa ndani ya nchi itatusaidia kupunguza import bill yetu tunayoagiza mbolea kutoka, kutoka, kutoka nje. Kwa ufupi kiwanda cha Itracom Fertilizers Limited kinazalisha mbolea za organo mineral, kwa maana kwa maana nyingine mchanganyiko wa mbolea za chumvichumvi na malighafi ya asili kama samadi, choka, kilimo phosphate na kadhalika, uh, Itracom inazalisha mbolea za aina nyingi. Mpaka sasa kwa kushirikiana na taasisi za serikali ikiwemo TARI na TFRA, tayari kuna formula 14 ambazo tayari kiwanda kinazalisha, na kiwanda hiki kina uwezo wa kutengeneza aina ya mbolea kulingana na eneo, kulingana na zao, kulingana na mahitaji ya mkulima. Kwa hiyo siku hiyo tarehe ishirini na nane itakuwa ni siku njema ya kuweza kuona ukubwa wa kiwanda, utaalamu wa kiwanda mbolea ambazo zinazalishwa lakini pia na investment kubwa uh, katika kanda letu la Afrika Mashariki, ambayo imewekezwa pale Dodoma. Itakuwa ni siku kuu na nzuri ya kufurahisha ambapo uh, Rais Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akishirikiana na mwenzake kutoka Burundi Major General uh, Evariste Ndayishimiye wataweza kuzindua rasmi kiwanda hicho. Ni nitoe wito kwa wakazi wa Dodoma lakini kwa Tanzania wote, ambao ni wazalendo, wanajivunia cha kwao. Kauli mbiu yetu ni uh, mbolea yetu uh, kiwanda chetu. Tuweze kuchukua hii fursa kuweza kutumia mbolea zetu kwa sababu zinatengeneza ajira. Mpaka sasa kuna wafanyakazi elfu moja mia nane na tano ambao wameajiriwa moja kwa moja na kuna ajira zaidi ya elfu tano zisizokuwa za moja kwa moja ambazo tayari zimeshatengenezwa kwa ajili ya kuwepo kiwanda hiki. Kwa hiyo ni kitu cha kujivunia, uh, kama Watanzania, kama Waafrika kwa sababu tumepata mbolea ambayo ni tofauti na zile mbolea zingine ambazo tumezizoea. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaalika, kwa kuhamasisha wakulima kutumia hizi mbolea, kwa sababu ndani ya hii miaka miwili mitatu hizi mbolea zimeshaonyesha utofauti na zinafanya vizuri shambani na Watanzania wanajivunia mbolea hizo. Nitoe hii fursa kuweza kuambia kwamba ni mbolea ya kipekee ambayo inarutubisha udongo, inaboresha rutubisha afya ya udongo, inaongeza ina ma, mavuno kama vile mbolea zetu zinavyotengenezwa. Asanteni na washukuru sana.